Hujambo popote pale ulipo, na karibu kwenye pita pita za kwangu. Mimi hapa ni VMM ukipenda Victor Mado Mandala. Tunapoendelea kwa leo basi, ningependa twende moja kwa moja katika masuala ambayo nazidi kuibuka e, katika pita pita, and of course kama unajiunga nasi for the first time nikumbushe kwamba hakikisha kwamba ume subscribe chini ya video hii, kuna neno subscribe, click ya neno subscribe, kiambia sign in, sign in na jimeli account yako, copy the link and share na weke comment yako pale, nitakuwa vema zaidi. Naam katika visanga na vimbwanga ambavyo ma vinafanyika, mambo vipi, nilifika eneo la Lunga Lunga kule Kwale. Lunga Lunga, kuna mke mmoja awakia mume kwa tabia chwara karamuni na ilikuwaje? Kisanga kilishuhudiwa katika karamu moja, baada ya mke e, kum, kumkemea mumewe hadharani kwa tabia chwara alipolewa. Inasemekana kuwa jamaa huyo alibugia pombe na kuanza kucho, e, kuchombea vipusa, lakini mkewe hakuweza kuvumilia. Alimkemea vikali kwa kujiaibisha mbele ya inaitwa mabarobaro ya, ya, na vipusa warika na watoto wake. Yani, mzee, umefika mali uheshimu uzee wako, au ni watoto wadogo? Ni ulevi, wengine wanasema ni ulevi, ama anaanza kushawisha mistari ovyo ovyo, mpaka mama akamwambia hapana, hapa tuko kwenye karamu, karamu bwana, wacha kuniaibisha surely. Mzee unafanyaje hivyo? Tabia chwara, heshimu umri wako. Ni kwenye pita pita pale nakumbusha kwamba subscribe ili usiachwe nyuma. kio vyote vile chini hapo, kuna neno subscribe, just click hiyo neno subscribe itakuwa vema zaidi. Hii ilikuwa ni lunga lunga. Nikitoka lunga lunga, nikavuka mpaka Kaviani kule Machakos. Watu Machakos, mpo Kaviani? kuna mmoja asemekana kwamba kuna mama mmoja wa hapa alizimwa na mwanawe kurejea mjini akafanye kazi ya nyumbani. Kulingana basi na habari, ni kwamba mama huyo alikuwa ametoroka nyumbani na kumwacha mumewe baridi, amemwacha peke yake. Alikuwa akifanya kazi ya nyumba kwa mama mmoja aliyekuwa rafiki wa familia. Na juzi mama huyo alifika nyumbani kwa hafla ya familia na ilipokwisha alifunganya virago arejee kazini, lakini wanawe wakamkataza kabisa wakidai hawataki aibu tena. Walidai walikuwa wakichekwa na majirani na ndiposa waliamua kukataa. Wakasema, mami, sasa hivi tumepatapata tu kazi, tuko sawa, kwa hivyo mami, kaa hapa nyumbani, kaa na dadi na dadi, wacha dadi anahangaika hapa peke yake na kadhalika. Kwa hivyo wacha fanya hivi, wacha eh, wacha kazi zii, tafanya kazi tukutumie pesa. Kwa hivyo nafikiria ni hatua nzuri eh, lakini wanamkataza baba kwenda kufanya kazi. Anyway, haya ni katika maswala hapa kule. Nikimalizia basi katika Yeah. maswala pitapita, kuna mmoja polo mmoja wa hapa alimsuta na kutisha ku kudinda kumpa mwanabodaboda haki yake kwa kumbeba demu wake katikati ya abiria wawili wanaume. Sinema eneo hili ama semasema sema za eneo hili zaarifu kuwa eh, polo huyo alimtuma mwanabodaboda huyo kwenda kumbeba mpenzi wake. Kwa hivyo anab, ni kazi amepewa. Kwa hivyo alipoenda, anaenda kuleta kwa mahali fulani, mlete hapa, tunataka tunatak eh, nikaenda hapa kwa hoteli angalau nikamchafue eh? Nikambaie mavitu. Kwa hivyo jamaa akaenda akamleta, amleta mpenzi wa mtu, mtu ametumana. Lakini la ajabu ni akambeba katikati ya wanaume wengine wawili. Unachukua mwendeshaji huyo, mwanaume mwingine, alafu mpenzi wako, alafu mwanaume mwingine. Jamaa akasema sikulipi, mbona unambeba mpenzi wangu katikati ya wanaume wengine wawili? Akasema hapana, hii ni kunikosea heshima, kwa hivyo sikulipi pesa yangu. So sijui alifanya vibaya ama vizuri, lakini hakumpatia masharti. Lakini kwa nini huyo alifanya hivyo? Na wafikiria kwamba huyu jamaa ana haki ya kukataa kulipa pesa hizo kwa mwana boda boda huyo? Wasemaje? Ni kwenye pita pita za kwangu. Mimi hapa ni VMM ukipenda Victor Mandala, eh, hakikisha kwamba umesubscribe pale. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe, kiambia sign in, sign in na gmail account yako, copy the link and share, weke comment yako hapa na Bwana akutende wema. VMM kwenye pita pita za kwangu ikiwa ni siku njema. Subscribe and God bless you. Bye bye. Tusema kuishi kwingi kuona mengi ya na kutembea kwingi kuona mengi zaidi, baba.